Morogoro. Kanisa la wa Sabato Nyamvisi iliyopo wilayani Kilosa mkoani Morogoro limeendesha zoezi la kuchangia fedha kwa ajili ya kununua vifaa vitakavyotumika kueneza injili kwa kutumia njia ya teknolojia ya mitandao ya kijamii. Mwenzetu Wario Baigombe kutokea Morogoro anatujuza zaidi. Zoezi hili limefanyika katika ibada takatifu ya Sabato na kuendeshwa na mchungaji mlezi wa shirika la vyombo vya habari vya kanisa la Adventista wa Sabato Tanzania, Good Living Ngesi ambapo mara baada ya zoezi hili Mchungaji Ngesi amepongeza uamuzi wa kanisa hili kuamua kutumia teknolojia kueneza injili. Siku ya leo tuko hapa Nyamvisi kwa ajili ya tukio kubwa la kuhamasisha na kutoa sadaka kwa ajili ya ununuzi wa vyombo vya kimawasiliano itaiwezesha kanisa hili la Nyamvisi kuifanya kazi ya Mungu kwa njia ya kisasa zaidi. Kumbuka ya kwamba tupo katika kizazi ambacho teknolojia na mawasiliano imekuwa sana. Kwa hivyo kama washiriki ndani ya kanisa la Mungu wameona jambo hilo ni la muhimu kuhakikisha ya kwamba wanafanya kazi ya uinjilisti kwa njia ya kisasa kwa njia ya media ili kuhakikisha kila mmoja anafikiwa kwa urahisi kwa uharaka na, na, na neno la Mungu ili watu wafanye maamuzi yao ya mwisho hatimaye waandaliwe vyema kwa ajili ya uzima wa milele. Ezekiel Mcharo ni miongoni mwa wazee wa kanisa hili, ameeleza namna watu mbalimbali walivyoguswa na kuamua kutoa fedha zao kwa ajili ya kazi ya Mungu. Namshukuru Mungu kwamba watu wengi wameitika, wengi wametoa sadaka zao na wengi wametoa ahadi. Tuna imani ya kwamba sehemu ambayo imetolewa itasaidia kukamilisha jambo, vyombo vilivyobaki sehemu. Leo ni kuhakikisha kwamba tunafikisha tunafikisha ibada zetu na yanayotokea na vipindi vyote vinavyoendelea katika kanisa letu iweze kuonekana vivitai katika, katika, katika. Kwa upande wake kiongozi wa huduma wa kanisa hili Nathanael Samuel ameeleza kuwa lengo lao ni kuhakikisha injili inawafikia watu wengi zaidi mijini na vijijini na kwingineko duniani. huku kwa yaalikwa ya kanisa la kiinjili la Kiruseli wameshukuru karimu walioupata kutoka kwa kanisa la Wasabato Nyamvisi ni kwa ajili ya kuweza kutoka na kwenda kuhubiri injili kwa vijiji wa karibu katika eneo hili, lakini si kuishia tu katika kuhubiri, lakini pia ni kurusha matangazo ya moja kwa moja kupitia watu ambao hawezi kufika eneo hili, ili kuweza kufikisha injili hii ya ya, ya ujio wa Yesu Kristo kwa mara ya hili pili. <coughs> tunapenda sana kwa mfumo huu ambao tumeuona leo. kutoka mkoani Muruguru, Wariobaigombe, Hope Channel Tanzania. Asante Wariobaigombe kwa undani wa taarifa hiyo. Taarifa ya kwa kwake Wariobaigombe inatukamilishia habari za kanisa usiku leo, na punde baada ya mapumziko mafupi ni habari za kimataifa. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia papo.